Customer sikiliza, ni, ni kuambia this is your sasa. Okay, yeah, kikwaz sasa, leo bana na nakupa stori moja ya joka, bonge moja la joka. Mimi nimefika zangu nikawa nimeingia kwenye lile jumba la fashow, wakati wakati nachukua vitu vyangu, vyangu, mara kwa nje nikasikia kama kuna taharuki hivi, watu wanataharukia wana wanahaha wengine. Sasa wale ambao pia na sisi tunaenda nao huko kwenda kuchukua vitu, sio wale wa kule. Wa kule tayari washazoea ile. Inakuja kutoka nje hivi kuchungulia, nikakuta bonge moja la joka. Si niliwapa zile stori za mwanzo za wale wale nyoka wale wadogo wadogo, walikuwa naogeshwa mara na sabuni, anapigwa na povu, anapakwa na mafuta. Achana na wale sasa kuna hilo bonge moja la joka ambalo kwanza, picha la kwanza linakuja lina yule nyoka, lile joka lile lina vichwa thelathini na mbili na nusu kichwa chake kimoja. Kichwa kimoja ni kikubwa mbaya, ambovu, ambapo kikiangalia ni kama vile kinafanana na lile lile dum sim tank lile la lita elfu kumi ndo kichwa chake kimoja sasa. Ukijaribu kufikiria nusu yake imekaaje, ni hivyo hivyo ile inakuwa imekatwa nusu, upande mmoja, upande mmoja na jicho, upande mwingine anapua na mambo mengine, anakuwa anaendelea na vitu vingine vyote ambavyo vinatakiwa pale ili kusudi kuweza kukamilisha nyoka. Kwa hiyo sasa, ukijaribu kufikiria ukubwa wake, maana na vichwa hivyo thelathini na mbili, lakini sasa ukubwa wake kiliwili kimekaaje? Tuchukulie kwanza, kwa da da, ukiwa Kariakoo Kariako ichukue Kongo, ichukue Agrei, ichukue Likoma, ichukue na mchikichi, yote hiyo kwa pamoja ndio ile joka anatosha. kwa Mwanza, kwa Mwanza ichukue Pamba, ichukue Liberty, ichukue Makoroboi, ichukue Karuta ambapo tupo hapa, yote ndio ile ule pale anatosha. Sasa ukimwangalia uki kwa namna moja au nyingine unapata hofu kubwa sana. Sasa kwa kitu kingine ambacho mimi nilikishangaa, watu wa kule, mfano kama wanawake huku si wanaenda kwenye masaluni, si nini, madraya wanaingizwa vichwa. Sasa yule pale ni rafiki yao, kwa maana moja, kwa namna moja au nyingine ameshamzoea kwa, akifika akimramba mtu mara moja tu hivi kichwani pa nywele zote zinalala, anakuwa kama vile ameingizwa kwenye draya. Kwa hiyo yule ni rafiki yao. Huona mimi ile hofu ya kwanza nilivyokuwepo nayo, mwisho wa siku nilivyoona wale watu wengine ambao wameshazoea kwao koo, wanafika tu moja kwa moja, anaweka kichwa analala.